Mtanzania mwenye kutamani Tanzania kiwake atembelee kwetu Kongo. Kwanza kae mwezi mmoja tu, mwezi mmoja tu, mwezi mmoja atizame jinsi wakongomani wanavyoishi, kisha arudi Tanzania arudilie hilo neno la kukiwasha Kongo hivi sasa wana miaka thalathini, miaka thalathini ina maana Tanzania ukikiwasha unaweza mkachukua hata miaka hamsini sabini kurudisha hali jinsi leo ilivyo. Tembelea kwetu Kongo, miaka thalathini. Hivi sio kutamka tamka kila lenye unajisikia kutamka utamke tu, ah -ah. Panga maneno, ni maneno gani utatamka mu watu utakiwasha kweli? Bado unasema wewe ni Mtanzania halisi? Hapana, hapana, hapana, hapana. Mtanzania halisi amtakii Mtanzania mwenzie vita.